sifiwe sana. Karibuni sana yakisha, ninawakaribisha sana sana sana kwa siku ya leo. Na siku ya leo ningependa tujifunze uokovu, nini maana ya uokovu? Natumai kila mmoja ni mzima popote alipo, pia mimi niko mzima na shukuru amekuwa mwema na mwaminifu kwangu, namshukuru sana, sana, sana sana kwa kunipendelea. Natumai pia na wewe uko mzima. Natamani tujuane hapo kwa comment section, tujuane hapo kwa comment section, tujue wokovu ni nini, wokovu ni nini, wokovu ni nini? Okovu ni neno linalomaanisha hali ya kukombolewa, kuokolewa au kulindwa dhidi ya madhara, hatari au uharibifu. Katika lugha ya kila siku, inaweza kumaanisha kuponwa kwenye ajali au janga fulani, kuokoka kwa kitu fulani, kuokolewa kwa kitu fulani okolewa kwa jambo fulani, hiyo ni wokovu. Tuangalie wokovu kwa maana ya kiroho. Wokovu kwa maana ya kiroho na wengi ambao wanajua wokovu na wokovu kwa maana ya kiroho, katika Ukristo wokovu ni tendo la Mungu kumwokoa mwanadamu kutoka katika dhambi na kutoka na matokeo yake ambayo ni mauti ya kiroho au kutengwa na Mungu ina kwa hivyo kiroho ya katika Ukristo uokovu ni tendo la Mungu kumwokoa mwanadamu. Kwa hivyo kama umeokolewa na Mungu wewe umeokoka, kuokolewa na Mungu dhidi ya mambo yasiyofaa ambayo ya, ni mauti ya kiroho au kutengwa kutengwa na Mungu inamaanika kuwa chanzo. Wokovu unapatikana kupitia neema ya Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Wokovu unapatikana kupitia neema ya imani kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Ukombozi. Ukombozi ni kukombolewa kutoka kifungo cha dhambi na kupewa uzima wa milele. Upatanisho. Upatanisho ni kurudisha uhusiano. Ni kurudisha uhusiano mzuri kati ya mwanadamu na Mungu uliokuwa umeharibika. Kurudisha uhusiano mzuri kati ya mwanadamu na Mungu uliokuwa umeharibika. Hatua za wokovu kulingana na mafundisho ya Biblia. Hatua hatua za wokovu kulingana na mafundisho ya Biblia. Watu wengi wa imani ya Kikristo huamini kuwa wokovu unahusisha mambo yafuatayo: kutubu, kuacha njia za zamani na kumgeukia Mungu, kuacha njia za zamani na kumgeukia Mungu yeni, kutubu imani, kuamini kuwa Yesu alikufa na kufufuka kwa njia ya dhambi za ulimwengu. Kuamini kuwa Yesu alikufa na kufufuka kwa njia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Kuishi maisha mapya, kuishi maisha mapya, kuanza kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, kuanza kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu mchakato wa utakaso wokovu. Katika dini nyingine, Uislamu, wokovu naja, unapatikana kwa kumwamini kwa kumwa Mungu mmoja ala kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad na kufanya matendo mema, ili kupata radhi za Mwenyezi Mungu siku ya A, ayana ayana dini za mashirika kama Uhindi, wokovu mara nyingi humaanisha kukombolewa kutoka katika mzunguko wa kuzaliwa na kufa na kupata amani ya milele. Kwa kifupi, wokovu ni kupata usalama, iwe ni usalama wa mwili hapa duniani au usalama wa roho baada ya maisha haya. Je, ungependa nikupe mistari ya Bibilia au maandiko mengine yanayozungumzia zaidi kuhusu mchakato wa wokovu? Naomba majibu. Leo tumejifunza kuhusu wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Biblia wokovu ni neno pana linalomaanisha kukombolewa, kuponywa au kuwekwa huru ka, kutoka katika hali ya hatari au uadhibifu. Kitu chake hasa ni ukombozi wa mwanadamu kutoka katika dhambi na adhabu ya dhambi ya mauti. Huo ndio uokovu. Hebu tuangalie mambo makuu ya kuelewa kuhusu wokovu kulingana na maandiko. Kwa nini tunahitaji wokovu? Kwa nini tunahitaji wokovu kama Wakristo? Biblia inafundisha kwamba mwanadamu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hakuna mtakatifu, sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi toto mstari wa ishirini na tatu. Matokeo ya dhambi hiyo ni mauti ya kiroho, kutengwa na Mungu milele. Kwa sababu ya mwanadamu hawezi kujiokoa mwenyewe kwa matendo yake mema, anaita anahitaji mwokozi. Kwa hivyo, hatuwezi kujiokoa wenyewe, tunahitaji kuokolewa na mwokozi. Chanzo cha wokovu. Chanzo cha wokovu, wokovu ni mpango wa Mungu mwenyewe aliotokana na upendo wake mkuu kwa mwanadamu. Chanzo cha wokovu, wokovu ni mpango wa Mungu mwenyewe alio uliotokana na upendo wake mkuu kwa mwanadamu. Yohana tatu mstari wa kumi na sita. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Neema. Biblia inasisitiza kuwa wokovu ni karama, zawadi ya bure, ni malipo ya kazi nzuri tunayofanya. Waefeso 2:8 mpaka 9. Njia ya wokovu ni Yesu Kristo, njia ya wokovu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye njia pekee ya kufika kwa Mungu. Alikufa msalabani ili kulipa deni la dhambi zetu, na akafufuka ili kutupa ushindi dhidi ya mauti. Matendo ya Mitume 4:12, hakuna wokovu katika, katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana njia jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litufasalo sisi kuokolewa kwalo. Jinsi ya kupokea wokovu kulingana na Biblia mtu anapokea wokovu kupitia hatua hizi. Kulingana na Biblia, mtu anapokea wokovu kupitia hatua hizi za imani: kutubu, kuacha njia za dhambi na kumgeukia Mungu; imani, kuamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi; ukiri kwa chake kuwa Yesu ni Bwana, Warumi 10:9 mpaka 10. Matokeo ya wokovu. Mtu anapookolewa anapata faida hizi za kiroho: msamaha wa dhambi, hatia yote inaondolewa, kuwa kiumbe kipya, Roho Mtakatifu anaanza kufanya kazi ndani ya mwamini Wakorinthi wa pili tano sita. Uzima wa milele, uhakika wa kuishi na Mungu mbinguni baada ya maisha ya duniani. Amani ya Mungu, uhusiano uliovunjika unarudishwa. Umuhimu wokovu ni tukio la mara moja pekee, bali ni chanzo. mwanzo wa safari ya maisha ya kufuata Kristo na kukua katika watakatifu. Kila siku ni vizuri kupata wokovu, maana wokovu ni njia ambayo ina faida nyingi.